Dada zangu katika imani, ndoa ni desturi ya manabii na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran Suratul rad Rad aya ya 38 kuhusu hilo. Baada audhu billahi minshaitani rajim wa laqad arsalna rusulan min qablika wajaalna lahum azwajan wadhurriya, na hakika sisi tulikwisha watuma mitume kabla ya, ka, yani kabla yako na tukajalia wawe na wake na vizazi. Anasema dada zangu katika Imam Alqurtubi llahmrehimu al al kuhusiana e, na aya hii kuwa inaonyesha kutia moyo ndoa na inakataza kujiepusha na ndoa, na hii ndiyo desturi ya manabii na mitume. Dada zangu katika imani, kila mtu katika maisha haya, mwanamke au mwanamume, anatamani ndoa, na yeyote ambaye hatamani ndoa, basi hatakuwa na furaha kamili maisha, ni yani, maishani mwake, wala nafsi yake haitapata amani, na yani, na hakuna mtu Anayeoa au kuolewa isipokuwa anataka yani, kufanikiwa katika maisha yake ya ndoa. Katika safari hii, dada zangu katika imani ya maisha ya ndoa, wanandoa wanahitaji kujua haki baina yao, na kila mmoja kuchunga mipaka yake. Haki za wanandoa katika Uislamu zimejengwa yani juu ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani yani, wanapotekeleza haki hizi wanatarajia malipo Toka kwa allah subhanahu wataala. Kama nilivyotangulia kusema dada zangu katika iman hapo awali ya kuwa ndoa ni desturi ya manabii na mitume wa allah subhanahu wataala mfano mzuri tunaupata kwa nabii shuaibu alaihi ssalam ambaye alimtoa binti yake kwa musa alayhi ssalam haya yamethibitishwa kwa maneno ya allah subhanahu wataala ndani ya quran suratul Qasas aya ya 27 anasema allah subhanahu wataala

Alisema nabii Shuaib kumwambia nabii Musa alayhi salam, nataka kukuozesha mmoja wa binti zangu hawa wawili kwa sharti la kunitumikia kwa miaka minane, lakini ukitimiza miaka kumi itakuwa ni neema kutoka kwako, wala sikusudii yaani kukufanya uwe mgumu, utanipata Mungu akipenda miongoni mwa watu wema. Na Khalifa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kadhalika ali, yani, alipomtoa binti yake Hafsa kwa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu kama mke wake, mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Umar radhiyallahu anhu, je, nimwozeshe binti yako kwa mkwe bora kuliko Uthman? Akasema Umar bin Khattab, ibn Khattab radhiyallahu anhu kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, niozeshe binti yako nami nitakuozesha au nitamuozesha Uthman bin Affan kwa binti yangu. Dada zangu katika imani, kuhusu wale wanaojizuia kuoa au kuolewa, Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika amesema, amma wallahi inni

swali na kulala na naoa wanawake. Wa dada zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamuru yani kuoa na kuolewa, kwa sababu ni baraka na chanzo cha faraja. Kwa hivyo wanandoa ndio kiini cha familia na msingi wa jamii, na ndoa ni kinga kutokana na kile kilichokatazwa. Ndoa dada zangu katika imani, kadhalika ni chanzo cha faraja na mahaba na chanzo cha amani na utulivu, ikiwa tu uhusiano kati ya wanandoa ni mzuri. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea hili kwa upole zaidi na maelezo sahihi zaidi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an:

amekumbieni wenzi wenu kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu ndani yao, na akaweka kati yenu mapenzi na rehema. Hakika katika hayo zimo ishara kwa watu wanaofikiria. Dada zangu katika imani, kupitia ndoa kadhalika, familia hukaribiana na kufahamiana, mapenzi na undugu hutawala. Watoto kadhalika, dada zangu katika imani, huzaliwa na huongezeka na kuna thawabu na malipo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: tazawwaju alwadud alwalud fa inni mukathiru bikum alumam yawm alqiyama, yani amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam oeni wanawake wenye upendo na uzazi, kwani nitajivunia idadi yenu mbele ya mataifa siku ya kiyama. Dada zangu katika imani ndoa kama alivyosema kadhalika, ni baraka na neema. Kwa hivyo, tusifanye kuwa sababu ya adhabu na chuki. Ndoa ina changamoto zake kama inavyojulikana, yani ndoa ina changamoto zake, ikiwa ni pamoja na kutokubaliana kati ya wanandoa katika, yani, kutatua matatizo yanapotokea katika maisha yao ya ndoa. Baadhi ya wanandoa dada zangu katika imani wamebarikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kushinda vikwazo hivi na kuruhusu ndoa yao kuendelea hadi kifo. Hata hivyo, dada zangu katika imani, wengine hujikuta yani hawawezi kutatua yani maswala yao na kusababisha ndoa yenye matatizo isiyo imara, ambayo wakati mwingine inaweza kuishia katika kutengana na talaka. Labda dada zangu katika imani, mfano wa Mtume sallallahu alaihi alehi wasallam katika maisha yake ya ndoa unaweza kuwa mwongozo muhimu, baada ya neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuiongoza ndoa hadi salama. Kufuatia dada zangu katika imani, hili tunaweza pia kujifunza kutokana na uzoefu wa masahaba watukufu uh, radhiyallahu anhum katika maisha yao ya ndoa, walikuwa na masomo muhimu ambayo, ambayo yani wanandoa wanapaswa kutumia katika ndoa zao wenyewe na miongoni mwa masomo haya, dada zangu katika imani, somo la kwanza ambapo kwamba masahaba walikuwa nao ambayo tunaweza kujifunza kutokana na hiyo katika kuleta islaha na amani katika ndoa zetu, kwanza kabisa ni wanandoa yn yani, oh, kutuliza kumtuliza na kumfariji mmoja kati ya wanandoa anayesumbuliwa na jambo lenye kumtia wasiwasi ni vipi masahaba walikuwa wakifarajiana? oh, kila mmoja kati ya wanandoa wakimfariji mwenzake yani, anaposumbuliwa na jambo lenye kumtia wasiwasi. Dada zangu katika imani, haya tunayapata katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha kwamba Aisha radhiallahu anha amesema kuhusu tukio la malaika Jibril alayhi salam kuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mwanzoni mwa wahyi, yani mwanzoni mwa ufunuo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alirudi Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kutoka Jabal Hira alipokuwa akienda kama kawaida kufanya ibada zake, moyo wake ukitetemeka hivyo. Akaingia kwa mke wake Khadija binti Khuwailid na kusema, nifunike nifunike. Basi akamfunika hadi hofu, Khadija binti Khuwailid mke wake akamfunika hadi hofu yake ikatoweka, kisha aka akampa Khadija habari ya yaliyompata kwenye pango la Hira. Khadija radhiallahu anha akasema kumwambia mumewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapana wallahi, Allah hata kufedhehesha kamwe, kwa sababu wewe unadumisha uhusiano wa kindugu, kwa sababu wewe unasaidia wanyonge, kwa sababu wewe unawakaribisha wageni na kusaidia wenye dhiki. Haya yamekubaliwa, yani muttafiqun alayhi. Dada zangu katika imani, na miongoni mwa masomo kadhalika muhimu kutoka kwa maswahaba, ambayo tunapaswa kutumia katika ndoa zetu, pili, ni mume kucheza na mkewe yani, haya imesumuliwa kuhusu haya. Uh, kutoka kwa sahaba Hanzala radhiallahu anhu, kuwa amesema tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye akatuhutubia na akaja yao akataja moto wa Jahannam, akasema kisha nikaja nyumbani na kucheza na mke wangu, kisha akatoka nje na kukutana na Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu na kumtajia hilo, naye akasema Abu Bakar Siddiq kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilifanya kama ulivyosema. Haya yamesimuliwa na Imam Muslim. Na kadhalika, miongoni mwa masomo tu muhimu eh, kutoka kwa masahaba ambayo tunapaswa sisi kutumia katika ndoa zetu kadhalika ni somo kuhusu mke kumfariji mumewe kwa pesa zake. Haya yamesimuliwa kuhusu, yani, yamesimuliwa haya kutoka kwa Raita radiallahu anha, mke wa sahaba Abdullahi ibn Mas'ud radiallahu anhu, anha ambaye alikuwa ni mwanamke wa kazi za mikono alimwambia mumewe Abdullahi ibn Abba, ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anhu wewe na mtoto wako mumenizuia kutoa sadaka, kwa hivyo siwezi kutoa chochote kama sadaka pamoja nanyi. Abdullahi yani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akamwambia, wallahi sipendi ufanye hivyo ikiwa hakuna malipo ndani yake Yani, ikiwa hakuna malipo katika hizo kazi zako, sipendi ufanye hivyo. Kwa hivyo akaja, yani uh, mke wa Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud radiyallahu anha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, awe Mtume wa Allah, mimi ni mwanamke na nafanya kazi ya ufundi na mimi na, mwana, na mtoto wangu hatuna njia nyingine ya kutumia na wamenizuia kutoa sadaka, kwa hivyo siwezi kutoa chochote kama sadaka je, nitapata malipo kwa kile ninachotumia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia anfiki alaihim fa inna laki fi dhalika ajri ma anfaqta alaihim. Akamwambia mko Abdullah bin Mas'ud, watumie, kwani utapata malipo kwa kile unacho tumia juu yao. Haya yamesimuliwa na Imam Ahmad. Dada zangu katika imani, na miongoni pia mwa masomo muhimu kutoka kwa masahaba ambayo tunapaswa kutumia katika maisha ya ndoa yetu ni kwamba wanandoa wote wawili wanapaswa kuhimizana kutenda mema. Haya ni mafunzo tunayopata katika uh, maisha ya ndoa ya masahaba. Imekuja katika hadith kutoka kwa Anas radhiallahu anhu kuwa mtu mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, ewe mtume wa Allah, fulani anamtende nami ninajenga ukuta wangu kwa huo, kwa hivyo mwambie anipe mti huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule, yule mtu yani yule fulani, aatiha iyahu binakhlatin fil janna, akamwambia mpe badala ya mtende huko peponi, lakini mwenye mti wa mtende alikataa kata katakata. Kisha Abu Darda sahaba Abu Darda radiallahu anhu akamwendea yule mwenye mtende na kumwambia niuzie mtende wako kwa ukuta wangu kwa hiyo yule mwenye mtende akamuuzia Abu Darda mtende. Kisha Abu Darda radiallahu anhu akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, ewe mtume wa Allah, nimenunua mtende kwa ukuta wangu, kwa hivyo mpe yule mwenye alikuwa anajenga ukuta. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kam min, idh, min idhqi ridaha liabi darda fi ljanna miraran, miraran, yani Abu Darda radiallahu anhu atakuwa na makundi mangapi ya tende huko peponi mara kwa mara. Kisha Abu Darda radiallahu anhu akamwendea mkewe na kusema, ewe Umu Darda, ondoka ukutani, kwani nimeuuza kwa mtende huko peponi. Haya yamesimuliwa na Al-Hakim. Dada zangu katika imani, miongoni pia tuma masomo muhimu kutoka kwa masahaba ambayo tunapaswa kutumia katika ndoa zetu ni kuhusu wivu wa mume kwa mkewe. Kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu amesema, tulipokuwa tumekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, al baina ana naim ra'aitani filjanna

Rawahu al-Bukhari yani uh, anasema huyo Abu Hurairah radhiallahu anhu, kwa tulipokuwa tumekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, nilipokuwa nimelala, nilijiona peponi na kulikuwa na mwanamke akitawadha kando ya jumba nzuri ya kifahari peponi. Nikasema, jumba hili ni la nani? Wakasema ni la Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Kisha nikakumbuka wivu wake na nikageuka Imekuja pia katika hadithi nyingine kutoka kwa al-Mughira radhiyallahu anhu, amesema Sa'd ibn Ubada alisema, kama ningemuona mtu akiwa na mke wangu ningempiga kwa upanga bila kusita. Hili lilim, lilimfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam atajabuna min ghirati sa'd ana aghyar minhu wallahu aghyar minni wa min ajli dhalika hurima lfawahisha ma dhahara minha wama ma batan muttafaqun aleihi. Yani, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, mnashangaa na wivu wa Saad? Mimi nina wivu zaidi kuliko yeye, na Allah subhanahu wataala ana wivu zaidi ni yani kuliko mimi. Ndiyo maana amekataza matendo machafu ya wazi na ya siri, haya Dada zangu katika imani yamekubaliwa. Dada zangu katika imani, kadhalika, miongoni tu mwa masomo muhimu kutoka kwa masohaba ambayo tunapaswa sisi kutumia katika maisha yetu ya ndoa, dada zangu katika imani, ni kuhusu huduma ya mke kwa mumewe. Kutoka kwa Aisha radhiallahu anha amesema, nilikuwa nikiosha uchafu kutoka kwenye vazi la mtume sallallahu alaihi wasallam Haya yamekubaliwa. Na kadhalika kutoka kwa mama wa umini Zainab binti Jahash radhiallahu anha alikuwa na chombo cha rangi kilichotengenezwa kwa shaba. Alisema, nilikuwa ni kichana nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake. Haya yamesimuliwa na Annasai. Kadhalika kutoka kwa Abdurrahman ibni Uthman al Quraishi radhiyallahu anhu amesema, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjia binti yake alipokuwa akiosha kichwa cha mume wake Uthman radhiyallahu anhu, na akasema, ya baniyat

Abdullah kwani yeye ndiye mwenye tabia kama mimi zaidi miongoni mwa maswahaba zangu. Dada zangu katika imani, ni vipi ilikuwa malalamiko kadhalika ya mke kuhusu mumewe kwa njia bora zaidi na na majibu ya mume katika maisha ya ndoa za maswahaba na mtume imekuja kadhalika Kuhusiana na haya katika hadithi kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma, amesema mke wa Thabit binti Qais alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, e, mtume wa Allah, mume wangu Thabit binti Qais, sijawahi kuona kosa lolote katika tabia yake wala dini yake, lakini nachukia nikibaki naye ni yani, nitafanya dhambi kwa sababu siwezi kutimiza wajibu wa haki za ndoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, je utamrudishia bustani yake? Akasema ndiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam salam akasema, ipokeeni bustani na mtaliki kwa talaka moja. Haya yamepokewa na Imamu al-Bukhari. Dada zangu katika imani, angalia malalamiko ya wanawake dhidi ya waume zao katika zama za masahaba ilikuwa katika njia bora zaidi, kwani mke wa Thabit bint Kais alitoa malalamiko yake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa njia bora zaidi, kwanza kabisa kwa kutaja mema yake, kisha kuelezea malalamiko yake kwa njia ya hikma. Lakini sisi kama wanawake wa zama hizi, tukiwa na malalamiko dhidi ya waume zetu, tutaelezea Yani tutayaelezea yale malalamiko pasina kutaja hata wema mmoja kwa husu waume zetu. Subhanallah, dada zangu katika imani. Kadhalika miongoni pia kadhalika miongoni pia mwa mafunzo mema ya masahaba tunayoweza kufuata katika maisha yetu ya ndoa ni uh, kuhusu mume kuondoka nyumbani wakati mzozo unapozidi hadi mambo yatakapotulia hadi mambo yatakapotulia. Dada zangu katika imani, kutoka kwa Sahal bin Saad radhiallahu anhu amesema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja nyumbani kwa Fatma radhiallahu anha na hakumkuta Ali radhiallahu anhu ndani ya nyumba. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza Fatma, yuko wapi binamu yako, ya, yako? Akasema Fatma kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kulikuwa na kitu kati yangu na yeye, yani Ali radhiyallahu anhu. Kwa hivyo alinikasirikia na akatoka na hakukaa nami. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mtu mmoja, nenda kamtafute ka alipo. Akaja na yule mtu akaja na kumjulisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa Ali radhiyallahu anhu amelala msikitini. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda msikitini na kumkuta Ali radiallahu anhu amelala huku joho lake likiwa limeanguka kutoka ubabuni mwake ikiwa na vumbi juu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam salam akaanza kumfuta vumbi huku akisema, inuka Abu Turab. Inuka Abu Turab, imekubaliwa yani. Mutafiqun alayhi. Dada zangu katika imani, kadhalika miongoni pia tu mwa mafunzo mema ya masohaba tunayoweza kufuata katika maisha yetu ya ndoa ni kuhusu kushiriki hisia na hisia kati ya wanandoa. Dada zangu katika imani, imekuja katika hadith kutoka kwa Qais radhiyallahu anhu kwamba Abdullahi bin Rawaha radhiyallahu anhu naye alilia hivyo mkewe akalia Akamwambia, ni kina nini kinachokuliza? Yaani akamuuliza mke wake, ni nini kinachokuliza? Akasema, liliona ukilia hivyo mimi nikalia. Akasema Abdullahi kumwambia mke wake, niliambiwa kwamba ninaenda kaburini. Haya, imesimuliwa na Ibn Abi Shaiba katika Al-Musannaf. Dada zangu katika imani, sio lazima kwa mmoja wa wanandoa kulia ikiwa mwingine analia, lakini pia ni busara kwa mmoja wao kulia, kuhuzunika, yani si busara pia si busara kwa mmoja wao kulia, kuhuzunika na kuwa na wasiwasi huku mwingine akimtazama, akicheka, akiwa na furaha. Dada zangu katika imani Um, kadhalika um, uh, dada zangu katika imani, na mwisho kabisa, yatupasa kufahamu ya kwamba yaani, ndoa ni jahazi ya maisha, yana nyakati zinazofurahisha na nyakati zinazosikitisha yanakasirisha, yana nyakati za kukasirisha na kuridhia. Ndiyo maana wafanyakazi wa jahazi hili, yaani wanandoa, wanahitaji ushirikiano na kuandaa vifaa vyenye kuleta uhai, ili wanandoa waweze kupita juu ya bahari kwa raha, furaha na amani, na kufikia nchi kavu ambaye ni akhera, peponi. Shukran jazila, wabarakallahu fikum.